Zile amri kumi za Mungu zimegawanyika makundi haya, zimegawanyika makundi haya, upande mmoja unamgusa yeye, unamgusa yeye, mpaka iko alipomaliza

mpaka 39, matendo ya mitume nataka nikuambie hiki nilichokisema. Maana wakati mwingine watu wanasema mambo kwa data, yani ukisema ni lazima uweke na ushahidi. Mungu naye anasema nini? Matendo ya Mitume 9 36, 39 anasema, na mwanafunzi mmoja aliyekuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema usikawie kuja kwetu. 39, anasema Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dolkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana asifiwe. Uko mbele utaendelea, lakini nisimame pale ambapo nimetaka uone, Biblia inamtaja Dorkas kwa kuonyesha mfano wa maisha ya kwangu na ya kwako. Ndio maana nikakwambia katika maisha ya kwako na ya kwangu kuna vitu huwa havifi. Nikakwambia cha kwanza wema, cha pili ubaya. Ndio maana nikakupeleka moja kwa moja kwa mtumishi wa Mungu Dorcas. Dorcas, Dorcas alipokufa, Biblia inasema walikuja watu. Unajua, ukifanya mema huna sababu ya kujitambulisha kwa watu nimefanya. Ila kile unachokifanya, Mungu anakitukuza na akisha kukitukuza, ndipo anaingia hatua ya kukuinua kwenye maisha ya kwako kwa kile ambacho umekifanya. Nimepita kidogo kusoma kwenye kitabu cha ndugu zetu kisoma aya moja kwenye Qurani, inasema yeyote afanyaye wema kiasi cha uzito wa mdudu chungu atapata jaza yake. Maana yake kila mahali wema umekuwa ni tabia. Kwa nini ni tabia? Ni tabia kwa sababu Mungu ametangulia kutenda kwenye maisha yetu na ndiye anayetenda hata leo. Ndio maana Mungu tunasema ni baba yetu, hana ubaguzi wala upendeleo, anatupenda kwa namna tulivyo. Ndio maana mtu mwenye dhambi nyesha, haichagui. Haleluya, haleluya, kote itafanyaje? Itanyesha. Na kama ukame ukiingia, sio kwamba mimi nitapewa nafasi ya kwanza. Ameokoka yule mtoto wangu, tena mimi ndio naweza nikapigika kuliko hata yule. Wakati mwingine, yule anaweza akapata hata vigunia hivi viwili, afu mimi nikakosa mpaka kiroba Kwa nini? Mungu haangalii kama mwanadamu angaliavyo. Wema wake unafika kwa kila mmoja. Kuna wakati wa Mungu kukushughulikia, sio kwamba atakuacha sasa. Wasije watu wakasema, ah, anatutetea, kwa hiyo hata nikifanya dhambi poa tu. Neema sipo, wewe soma huko, neema inafundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo wema wa Mungu unaposhuka kwenye maisha yako ni lazima ulete badiliko. Ndio maana tunaambiwa na kuhitaji kujifunza zaidi kuto kushughulika na yale yanayoweza kupoteza muda wetu na Mungu, yanayoweza kupoteza nafasi yetu na Mungu, yanayoweza kupoteza ukaribu wetu na Mungu. Wamama hawa wanashuhudia kwanza, ile ukisoma tunaambiwa Dorcas alikuwaga na sifa Najua sisi watumishi wakati mwingine tunapataga shida hata na wakati ule wa kusoma wasifu wa marehemu. Unajua hakuna mahali ambapo mtu anapambwaga kama pale. Mimi miaka yangu yote ni mtu wa tofauti kidogo. Kwanza huwa sipendagi kusoma wasifu, kwa sababu asilimia tisini ya kila wasifu tunaosoma ni uongo mwingine kabisa, mnamjua ni jambazi mwizi, kaua. Lakini ikifika hapa, sanduku liko hapa, tunasemaje wapendwa? Tunasema huyu ni mwizi, huyu ni jambazi. Wasifu utasema alikuwa mtu mwema kweli kweli. Nimezika wengi na wengine nawafahamu, lakini sijawahi kukuta kwenye wasifu wakasema kile ambacho amekifanya mimi siku moja, msiba wa mjomba wangu nililopoka, maana mimi kule wamenichagua wenye kuwa kiongozi. Mjomba kwanza alikuwa hataki kwenda kanisani. Siku alipofariki wakasema sasa tunafanyaje? Nikaambia, fungeni mlango wa kanisa, tunampitisha kimya kimya anza vita nyumbani na ndugu zangu, na kwa bahati mbaya upande wa mama watumishi sisi tuko wengi. Mvutano ukatokea mkubwa sana. Inawezekanyaje ndugu zangu? Wengine ni wakubwa wachungaji, wakazungumza na mchungaji mwenzao wakasikilizwa, kuliko mimi niliogoma ni kule nyumbani, kwamba mjomba mlango ufungwe. Nikawaambia kama washarika wengine wanafungiwa milango, huyu ni nani? haendi kanisani. Na pale kijijini kwa mama, ili uende makaburi ni lazima kwanza upite kanisani. Kwa hiyo ule mlango mkubwa wa kuingilia kanisani, kama huu umetizama, lile kanisa liko namna hii. Mlango mkubwa hauko huku, madhabahu inaangalia huku, mlango mkubwa umewekwa hapa mbavuni, kama pale eneo la mwisho pale, unaangalia moja kwa moja kule kwa hiyo nikuwa kanisani hapa, mtu anayekuja kule akichelewa ibada unamwona live nyuma ya kanisa, ndio kuna njia ya kuendea makaburini. Kwa hiyo ukifungiwa mlango, manake ile lango kubwa la hapa ndio linafungwa, kwa hiyo tunakupitisha kwa pembeni ya kanisa. Chuma hicho kinatoka yule mjomba kinakaka, wakaamua wakubwa ni wakubwa kwa vyeo na umri Tukaingia kanisani, wakajisau kitu hiki. Tumekaa tena tumekaa benchi na mbele, watumishi wakaambia dogo, utaenda kusoma wasifu. Wenyewe wameandaa wasifu mzuri tu, nikapewa mimi, nikaenda kusoma kwao. Nafikiri nisoma kile kilichoandikwa. "Bwana Yesu asifiwe, amen." Nikaambia leo nitaanza wasifu tofauti na mlivyozoea bwana asifiwe. Watu wakasema amen. Unajua, nilichoanza nacho, nilianza na shukurani, kwa sababu nilijua nikinyang'anywa maiki tayari nishamaliza shukurani, hakuna anayeweza kuja kurudia. Lakini ukichelewa kuna mtu atakuja ataomba maiki, atasema hatujawashukuru washukuru watu, akiingia kushukuru ataongezea na ya kwake. Kwa hiyo mimi nikaanza na shukurani Nipomaliza shukrani nikasema, sasa ufuatao ni wasifu wa marehemu. Nikamtaja na jina, nikasema ili tupate kujifunza. Nikabomoa, nikamwambia ukweli, maisha ya marehemu, tuwe wa kweli. Mjomba alikuwa hampendi Mungu na kwa... sababu hakustahili hata kuingia hapa kanisani. Tukao tumpeleke kule wanaita kumpeleka buhabuha buha ambia na yeye ilikuwa apelekwe buhabuha, lakini hii neema iliyompa sio kwamba ni tiketi ya kwenda mbinguni. Sisi wote tulioko huku kama ndugu, katika maisha yetu tutengeneze connection na Mungu ili hata tukifa tumeliwa na samaki, thamani zetu zibaki. Lakini tunaweza tukakuzika kama hivi, ukaonekana na utukufu duniani alafu utukufu huo usikufae kwenye maisha ya mbinguni. Unajua watu waliinama, mchungaji mwenye kunyang'anya maiki alishindwa, maana maneno yalikuwa mazito nilipomaliza pale. Ninawashukuru sana, tunamshukuru Mungu kwa maisha yake, lakini tujifunze kuwa karibu na Mungu, sio kama mjomba aliyomkataa Mungu, maana Biblia inasema wazi, anayenikataa mbele za watu, nami namkataa mbele za Baba aliye mbinguni kama mjomba alimkataa hapa duniani na mbinguni kumemkataa sisi tumefungua mlango lakini sio kwamba mbingu imefungua mbingu ina agenda yake ndio maana mbinguni hata uwe nani vazi ni moja tu watakatifu bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo usishughulike na yale ambayo yanaweza kupoteza kukupotezea muda wako na mungu ukakosa kupata baraka za mungu kwenye maisha ya dunia na ukakosa mahusiano na mungu mbinguni Hapo ndipo pa kuangalia, hapo ndipo pa kujifunza wapendwa, kwa sababu maisha yetu yanamhitaji Mungu zaidi kuliko kawaida, yanamhitaji Mungu. Kwa nini tunamhitaji Mungu? tunamhitaji duniani, atupe kibali, atupe ushindi, lakini tunamhitaji mbinguni ili tufurahi pamoja naye. Na kwa nini hili limekuja? Unajua wakati mwingine tunajivunia nafasi na na vyeo tulivyo navyo. Na Mungu akusaidie sana. Nafasi na cheo ulicho nacho kikusaidie kuwa na connection na Mungu ili uzione baraka zake. Kikusaidie, kikusaidie popote utakapokuwa, kikusaidie Nimalizie machache kwa sababu muda wetu umesonga. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, tunapita katika maisha, tumejishughulisha mno na yale ambayo yametupotezea muda wetu na Mungu, lakini mpaka Mungu anafika mahali, kupitia watumishi wake, kupitia Roho Mtakatifu, anasema na wewe maanake umependelewa. Bwana Yesu asifiwe, umependelewa. Ni neema hii ni neema ya kipekee, usiache ikapita bure kwenye nafasi yako, usiache ikapita bure kwenye maisha yako. Ndio maana nikasema, kutokana na muda niliona hauto nitosha, zaidi nikupe vitu vile viwili, neno kutoka Warumi na wimbo mia tatu ishirini na sita huu ukusaidie, ukufae, na damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema ikakufungue katika jina la Yesu. Ni wakati wako wa kumwomba Mungu akupe neema ya kufika hatua moja zaidi. Bwana asifiwe. Hatua, hatua, hatua moja zaidi. Mokozi, nipe hatua.

ninakushukuru nina kwa ajili ya, ya, nina ya, ya, ya, nina ya wema wako. Ninakushukuru kwa ajili ya kibali ulichokiachilia siku hii ya leo kwenye maisha yangu. Ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako juu ya, ya maisha yangu. Asante e Bwana kwa ajili ya neema hiyo ya, ambayo e Bwana imenifanya Siku ya leo, siku ya leo ni ukuone wewe Baba wewe katika jina Yesu, katika jina la Yesu Yesu na kwa damu ya Yesu saa hii e Bwana, sahi e ninakuja mbele zako kwa roho ya toba. Kwa roho ya toba toba roho ya kwa ajili ya maisha yangu ya maisha. Maana, ya maana ya mkini umesema usishughulishe na yale yanayoweza kukupotezea, kukupotezea muda wako na wewe wako baba na wewe. Katika jina la Baba Yesu naomba na na rehema na maana, maana imefika mahali niliacha ya yakwako ya nikapoteza muda wangu nikaacha mahusiano yako nikaondoka sina kwenye ukaribu na wewe ukaribu, lakini ee Bwana, pamoja na kukuacha pamoja na kukimbia, kukimbia, pamoja na kutangatanga nimeendelea kuona neema yako kuna, nimeendelea, kuona nimeendelea kuona uweza wako nimeendelea kuona ukuu wako ukinitetea, ukinipigania, ukiniongoza na kunibarikia katika maisha yangu, katika kazi yangu, katika biashara yangu, katika yangu e Yesu, hey leo hii ninakuja kwako. Kila hila ya adui ambayo e Bwana imesimama kwenye maisha yangu ikaharibu mahusiano yetu, ninaikataa ninaipiga, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, e Bwana, mimi ni mbarikiwa. Kuanzia leo, e Bwana, mimi ni watofauti Acha dunia inikatae, acha mbingu inikubali, katika jina la, la Yesu na kwa damu ya Yesu ninajiweka mikononi mwako, nikawe huru tena, nikawe mzima tena, vitu vilivyotekwa na adui, Bwana ukavirejeshe tena kwa ajili ya utukufu wa kwako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu amen. Funga macho yako, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watu wako, asante kwa ajili ya juma hili ulitupa neema ya kujifunza, na kupitia roho yako Mtakatifu tumejifunza na ameendelea kutufundisha. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea tukuzo, pokea shukrani, maana si sisi si bali wewe umetenda ndani yetu, ukaendelee kujitukuza kwa kila mmoja mmoja. E Bwana, na neema yako, wema wako na rehema zako zisikome katika maisha yetu. Tumeingia tukiwa na huzuni, tukatoke na furaha. Tumeingia tukiwa na magonjwa, tukapokea uponyaji. Tumeingia tukiwa na roho za kukataliwa, Bwana ukaachilie pendo katikati ya maisha yetu. Kila mmoja e Bwana akakuone kwa namna ya tofauti wale wanaokwenda kazini ukabariki kazi zao ukabariki kila kitu wanachokifanya ukawatetee ukawapiganie ukawainue kwa viwango katika jina la Yesu. Wale wanaofanya biashara, e, Bwana ninazitakasa na kuzichovya damuni mwako biashara zao. Mungu usiwaache, Mungu kaonekanie, roho za chuma ulete roho za kufilisika, ninazipiga kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaachiria upako wako kwenye hizo biashara, wateja wakatoke pande nne zote za dunia, wakajai, wakafurike, na ulinzi wako ukasimame katika hizo biashara, ili watoto wako wakaone wakaone kufanikiwa wakaone kustawi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, naweka mikononi mwako vizazi vyetu e Bwana Mungu Roho Mtakatifu, ukawalinde ukawatunze. Wapo watoto wetu wako vyoni, wapo watoto wetu wako shule za bodi na wako za dei. Mungu Roho Mtakatifu, tunaachilia neema yako ndani ya, ya e Bwana ukawafunike damuni mwako ukawalinde katika jina la Yesu. kila pepo la uharibifu juu ya maisha yao tunalipiga kwa damu ya Yesu, tunaachilia upako wako, tunaachilia neema yako ikasimame katikati yao. Asante Jehova kwa ajili ya siku hii ya leo Mungu, tunapotoka mahali hapa e Bwana, uwepo wako uende pamoja nasi. Bariki sadaka za watoto wako, maana leo wanakushukuru kwa ajili ya baraka zako tangu tumeanza Jumatatu mpaka leo siku ya Ijumaa tunahitimisha, wanakuja kwako kusema asante Baba. Wapo waliotamani kuwa pamoja na sisi lakini hawakufika, si kwamba hukuwapenda, lakini umetupa upendeleo wa kipekee. Lihimidiwe jina lako katikati ya sadaka hizi, jitukuze kupitia sadaka hizi, e Bwana, yale yaliyokwama na adui, Mungu sadaka hizi zikawe ufunguo wa milango wa kufungua yale yasiyowezekana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Jehova, kwa kuwa wewe ni mwema. Amen, tupokee baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akunuru uso wake, akupe amani, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho mtakatifu. Amen. Mtakatifu. Amen.